Mpendwa mtazamaji, karibu katika sherehe za moyo mtakatifu wa Yesu. Masomo yetu tunayapata, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya thelathini na nne aya ya kumi na moja hadi ya kumi na sita na somo la pili linatoka eh, kwa waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya tano aya ya 5 hadi ya 11, na injili tunaipata kwa Injili ya Luka sura ya 15 aya ya tatu hadi ya 7. Nitaisoma Injili. Yesu aliwaambia mfano huu, ni nani kwenu mwenye kondoo mia akipotewa na mmojawapo, asiyewaacha wale tisini na kenda nyikani, aenda akamtafuta yule aliyepotea hata amwone naye akisha kumwona, humweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu inakuja katika Ijumaa baada ya sherehe ya mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo. Moyo mtakatifu wa Yesu ni dhana ambayo inatambulika sana katika kanisa Katoliki na baadhi ya madhehebu mengine. Moyo ambayo ni ishara ya upendo inaonyesha utakatifu wa Mwenyezi Mungu, ambaye yeye anampenda mwanadamu ambaye ameanguka katika dhambi na hajawahi kumuacha kamwe. Moyo mtakatifu wa Yesu ni ujumbe wa wokovu kwa mwanadamu, kwa waumini wote, kwamba Yesu Kristo anawapenda watu wote, na ndio maana kwa damu yake alikubali ubavu wake utobolewe akamwaga damu yake kuweza kutuosha. Moyo mtakatifu, oh, mtakatifu wa Yesu inaonyesha ibada na maadhimisho kwamba katika sikukuu hii au katika sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu kwenye kila mwaka eh, baada ya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, inaonyesha kwamba ni namna gani sisi tunaitikia katika upendo wa Mwenyezi Mungu. Kwa, ni baada ya shukurani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Ilianza namna gani hii sherehe? Ni sherehe ambayo ilianza baada ya maono ambayo Yesu Kristo mwenyewe alimpatia huyu mwanamama anayeitwa Margarita Maria Alakokwe aliyekuwa ni mtawa. Na hiyo ilikuwa mwaka 1690 na, tisini, na, na tisini, ambapo yeye Margarita alionyeshwa na Yesu Kristo kwamba aiadhimishe ibada hii na aweze kuifafanua kwa watu wote. Hivyo basi, katika sikukuu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu ambayo inaadhimishwa kila Ijumaa baada ya sherehe ya mwili na damu na sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mapapa wakaichukua hii sherehe na kuanza kuitangaza. Mnamo Mei eh, eh Mei 8, mwaka 1873, ibada ya Moyo Mtakatifu Yesu iliadhimishwa rasmi na Papa Pius wa tisa, na miaka 26 baadaye mnamo Julai tarehe 21 ya mwaka 1899, Papa Leo wa 13 akaipendekeza haraka kwamba maaskofu wote duniani na ulimwenguni kote waweze kuadhimisha siku hiyo na katika kila jimbo lake. Na baadaye hii ibada imeenea duniani kote. Maono haya aliyoyapata huyu mtawa eh, Margarita Maria Arakokwe ambapo tumezungumza huo mwaka mtakatifu. Huyu mtawa yeye alijitoa kwa moyo wake wote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ibada hii inatumika na inasambaa duniani kote na alianzisha ibada hii e, Margarita akitumia maisha yake yote kuweza kueneza ibaya, ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu kwa watu wote, na kwamba katika kila Ijumaa ya kwanza ya mwezi watu wakutane waweze kufanya ibada hii, na kuna baraka ambazo zilikuwa zimeambatana na kila mmoja atakayeweza kuadhimisha ibada hii. Tutakuja kuzisikiliza baadaye huko mwishoni. Je, katika maadhimisho haya ni sala gani ambazo tunazozisali katika maadhimisho haya? Ya kwanza, kuna maombi ya kujitolea, sala ya moyo mtakatifu Yesu. Tunafanya maombi yani ya kujitoa kwake. Waumini wanaweza kuomba maombi ya kujitoa kwa moyo mtakatifu wa Yesu, wakimwomba aweze kuwaongoza na kuwapa neema, yani neema ya msaada na neema ya utakaso katika maisha yao. Baadaye pia maombi ya novena kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Novena hii inafanywa kuanzia siku tisa kabla ya sikukuu na baadaye huisha katika ile sikukuu yenyewe, yaani katika ijumaa hii. Na baadaye kuna sala za neema ya Mwenyezi Mungu, ambayo ni maombi waumini wanamwomba Yesu awapatie neema na nguvu ya kuweza kuishi maisha yao na kuweza kutafakari juu ya upendo juu ya huruma ya Bwana wetu Yesu Kristo na Mwenyezi Mungu ambaye anampenda mwanadamu, hamwachi katika makucha ya adui shetani. Wale wote waumini ambao watasali kwa uaminifu katika hii sherehe ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, kuna ahadi kumi na mbili ambazo Yesu Kristo alizitoa. Alimwambia huyu Maria eh, alimwambia huyu Margarita kwamba watakaosali kwa uaminifu sala, watakaojitoa kwa uaminifu katika moyo mtakatifu wa Yesu ambapo yeye alikubali ubavu wake upasuke na ikatoka damu na maji. Kuna ahadi kumi na mbili. Ahadi ya kwanza ni hii, Yesu Kristo anasema: nitawapatia neema zote zinazohitajika katika maisha yao wanayopitia. Ahadi ya pili, nitatoa amani katika familia zao. Ahadi ya tatu nitawafariji katika shida zao zote. Ahadi ya nne ni, nitakuwa kimbilio lao maisha mwao hasa katika kifo. Ahadi ya tano nitawabariki kwa wingi ahadi zao zote. Ahadi ya sita wenye dhambi watapata ndani ya moyo wa Yesu chanzo na bahari isiyo na kikomo ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Ahadi ya saba nafsi ambazo zimekuwa na uregevu zitakuwa na bidii. Ahadi ya nane, nafsi zenye bidii zitainuka haraka kwa ukamilifu mkubwa. Ahadi ya tisa, nitabariki mahali ambapo sanamu ya moyo mtakatifu wa Yesu itafunuliwa na kuheshimiwa, yani mahali pale ambapo sanamu ya moyo wangu, yaani moyo mtakatifu wa Yesu utafunuliwa na kuheshimiwa, amesema, nitabariki mahali hapo na hiyo nyumba itabarikiwa. Ahadi ya kumi, nitawapa makuhani nguvu ya kugusa mioyo migumu zaidi ya waumini. Hii ni ahadi kwa makuhani wale wote watakao kuwa wanafanya ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu, wa makuhani watapata nguvu ya kuweza kugusa mioyo migumu ya watu. Ahadi ya kumi na moja: watu wanaoeneza ibada hii majina yao yataandikwa milele katika moyo wangu. Ukieneza tu ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu, jina lako linaandikwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu. Ahadi ya kumi na mbili: kwa kuzidi kwa rehema ya moyo wangu ninakuahidi kwamba upendo wangu wenye nguvu zote utawapa wale wote ambao watapokea ushirika siku ya Ijumaa ya kwanza kwa miezi tisa mfululizo, neema ya toba katika siku zao za mwisho. Hawatakufa kwa hasira ya Mungu wala hawatakufa bila kupokea sakramenti ya moyo wa Yesu, yani ekaristi takatifu, na moyo wangu utakuwa kimbilio lao salama katika saa ile ya mwisho ya maisha yao. Unasubiri nini? Kimbilia ahadi za moyo mtakatifu wa Yesu, kimbilia kuweza kuwa mwanaibada ya moyo mtakatifu wa Yesu. Tuombe moyo mtakatifu wa Yesu ututie nguvu katika nyakati hizi, tukisema e, moyo mtakatifu wa Yesu, e, chemchemu ya kila baraka, ninakuabudu, ninakupenda, na kwa huzuni ya dhambi zangu ninakupa moyo wangu huu masikini. Nifanye niweze kuwa mnyenyekevu, nifanye, nifanye niweze kuwa mvumilivu, nifanye niweze kuwa safi nifanye niweze kuwa mtiifu kabisa katika mapenzi ya Mungu Baba. Yesu Kristo, wewe uliye mwema, uniwezeshe niishi ndani yako kwa ajili yako. Nilinde katika hatari zote, nifariji katika mateso yangu, nipe afya ya mwili, msaada katika mahitaji yangu ya kimwili. Baraka zako juu yangu zinifanye niweze kuwa mwaminifu yaani nipate neema ya kifo kitakatifu katika maisha yangu. Amina. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.